Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imethibitisha kwamba aliyekuwa rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte yuko fiti kukabiliana na kesi ya uhalifu. Rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte anakabiliwa na mashtaka katika mahakama kima ya kimataifa ya uhalifu ICC kuhusiana na kampeni yake ya kupambana dawa za kulevya iliyopelekea vifo vya maelfu ya watu kati ya wa mwaka 2016 na mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Majaji wa ICC wameamua kuwa Duterte yuko katika hali ya kiafya inayomwezesha kushiriki katika mchakato wa kesi licha ya madai ya upande wa utetezi kwamba afya yake imezorota. Uchunguzi wa ICC unalenga mauaji ya kiolela yaliyotekeleza wakati wa utawala wake na familia za waathiriwa zimeruhusiwa kushiriki katika mchakato wa kisheria. Mnamo Januari 26, 2026, majaji wa ICC wameamua rasmi kwamba Duterte mwenye umri wa miaka themanini ana afya na umruhusu kushiriki katika mahakama ya awali. Hii inamaanisha anaweza kushiriki kikamilifu katika taratibu za kisheria, ingawa timu yake ya utetezi ilidai kuwa ana matatizo ya afya ya akili na kumbukumbu. Majaji walitumia ripoti ya madaktari huru, wataalamu wa magonjwa wazee neva na akili kuamua kwamba ana uwezo wa kuelewa taratibu na kutoa mwelekeo kamili katika kesi hiyo. Mahakama imeahirisha kusikilizwa kwa confirmation of charges, kuthibitishwa kwa mashtaka hadi Februari 23 2026. Hii ndiyo hatua inayofuata ambapo majaji wataamua kama kuna ushahidi wa kutosha wa kupeleka kesi katika mahakama kuu. ICC inadai kwamba dutete ni mshirika wa moja kwa moja katika mauaji Humanity of Mada. Hii inahusiana na, na mauaji ya maelfu ya watu hasa wanaodaiwa kuwa wauzaji wa dawa za kulevya katika kampeni yake ya vita dhidi ya dawa za kulevya. Takribani watu e wanakadiriwa wanakadiliwa kuuawa kwa mjibu wa taarifa za jeshi la polisi nchini Ufilipino, lakini pia mashirika na taasisi mbalimbali za haki za binadamu pamoja na ICC imeweza kuthibitisha kwamba zaidi ya wa watu elfu thelathini au zaidi waliuawa katika utawala wake. Duterte alikamatwa Machi 2025 katika uwanja wa ndege wa Manila na kupelekwa moja kwa moja ICC. Anashikiliwa katika kituo cha ICC huko The Hague tangu wakati huo. Mahakama ilikataa ombi lake la kuachiliwa kwa dhamana. Ufilipino ilijiondoa ICC mwaka 2019. Lakini ICC inasema ina mamlaka kwa sababu uchunguzi ulianza kabla ya kujitoa. Duterte amekuwa akipinga kesi hiyo, akisema alikuwa anapambana na dawa za kulevya ili kulinda amani na maendeleo ya nchi.